hapo. Mambo? Poa. Mi mzima. Mimi mzima. Za kwako? Salama. Habari ah, ya wewe? Nzuri kabisa. Vipi, naona kama mmetoka kushuti ngoma hivi. Tumetoka kushuti lakini sio ngoma. Uh, ni nini? Ni season tu. Ah, season. Wow, inaonekana ni nzuri. Yeah, ni nzuri. Inaitwaje? Mama K. Mama K, mama nake nini? AK, Mama Kija. Mama Kijacho. Aa, mama Kijacho. La, mama Kijacho. Kwa nini mkaamua kuipa mama Kijacho? Si unaniona tena hapa jinsi nilivyo eh? Nilikuwa sijaangalia naza nikashika. No, uruhusi kushika. Wow. Kwa hiyo Mama Kijacho ndo movie yetu mpya si ndio? Ndio. Tutarajie nini katika movie yetu? Mtarajie, yaani, movie yetu kwanza ni nzuri nahisi mtaipenda, yani najua mtaipenda. Wow, nazani itakuwa nzuri hata hivi. Mm, kama kweli hivi ni eh, kweli bwana? Ndiye ni kweli, watazamaji. Nikona mhusika hapa amecheza kama mama Kijacho. Tunawakaribisha kutazama muvi yetu, muvi nzuri, muvi pendwa. Ah, lakini kuna jambo nimesahau <coughs> eti hivi kuna ugumu gani katika kuigiza nasikia waigizaji wa, wa, wa, wengi wanasema kuigiza ni kazi kuigiza ni kazi. Hivi ni kweli kuigiza ni kazi, kazi ndio sio kidogo kubwa sana ah, wewe kwa wewe kuna movie wapi ambapo pamekuja ugumu katika kuigiza ah, sasa pale ambapo labda wakati wa kupika wakati wa ku labda tupo kitandani hmm, wasi mwanamke unashinda kupika no kupika naweza sio kwamba siwezi naweza Mm-hmm. Ila shida ipo wapi? Ah, si wewe ile yale mahaba jikoni. Ah, kumbe kuna mahaba. Watazamaji umesikia hayo? Kuna mahaba jikoni. Hebu ni yapi hayo mahaba? Sasa kama vile kusaidiana kupika, mnacheka kidogo, story kimbili tatu hivyo. Ah, kuko hapo ni ugumu. Yeah. Kwani unampenda? Okay. Oh, una okay. Inakwaje kaka mkubwa? Ya, yeah, kama good good. Good mwanangu. Mambo yanasemaje? Fresh kabisa. Naona una hiti sana katika uigizaji sasa hivi kwa nini, naona tu mpigo yani, zako nini yani, upo bomba yani, upo vizuri. Amna, ah, kawaida kawaida tu, ni mipangilio tu. Ukijiamini unaweza kufanya chochote, si unajua eh. Maana watu wengi sana wanakuongelea kwamba huyu anaweza kafiti sana kwenye sini za mahaba si na nini hivi, ni kweli? Amna <laughs> ah, sema tu ni vile tu, wewe mwenyewe naweza ukajiweka kwa muonekano wako mwenyewe na jinsi ambavyo unaweza ukavaa husika. yeah. ah. Okay, sasa <laughs> mimi na jambo langu hapa, nataka nikuulize. Yeah, karibu. Uh, kuna mhusika mmoja amekuja hapa tumemuuliza kuhusu movie yetu mpya au tamthilia yetu mpya tunayotarajia sasa hivi ya Mama Kijacho. Naye umo, si ndio? Yeah, Mama Kijacho. Nipo. Wewe umecheza kama nani mmo? Ah, uh, mimi nimecheza kama Baba Kijacho. Baba Kijacho. Kwa hiyo wewe ndio mimba yako hiyo. Yeah, mimba yangu. Da. Kweli? Yeah. Haya bwana, kwa vipi ile movie wewe, uh, ugumu ulikuwa wapi? Ah, ugumu ni pale ambapo yani gumu ni mdogo sana. Kwa mfano pale kwenye una kipande cha kupigwa kofi wa wow, wahusika Je, ni wewe unaweza kukubali kofi hivi? Ni kofi anakuwa na kweli au ya uongo? Yani basi elewaje? Ah, ikiwa kama mwigizaji inabidi ufanye kitu ambacho ni reality, kina watazamaji wanakiona kile ni kweli. Kwa kibao mi kweli nilipigwa kibao. Kwa kibao ulipigwa kweli? yeah. maumivu yake yakoje? maumivu yake sisi, yani maumivu kama kawaida? Hapana, hapana. ah, mimi kuigiza siwezi. Kwa hiyo <laughs> ah, yani kwa hiyo, mwanangu, wewe vibao unavipenda sana kwenye scene, na vinakwaka vya kweli kabisa. Yani unapigwa nini, unavumilia nini au mind, mkitoka kwenye scene labda utasema mwanangu, vipi na hivi Hapana mm, kwa sababu mimi napenda nifanye kitu ambacho kinaonekana kweli, ni cha ukweli. Kwa hiyo kusema kuchukia, hapana, siwezi kuchukia kwa sababu ndo sanaa. Kweli mwanangu, uigizaji huo ndo unaohitajika. Sawa we. Sawa ya yeah, mwanangu, nashukuru sana. Unajua, nimefurahi sana kuongea na wewe, kukuoji kama hivi. Unajua ni bahati chache sana watu wanapata kuojana na mtu kama wewe. Ah, okay, nashukuru pia, nashukuru lakini napenda kusema wasisahau kuangalia Mafioso TV pale YouTube wasana kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele na kulike. Asanteni sana. Nadhani mmesikia hiyo. Hello Mlembo. Hello. Mambo. Mzima wewe? Mzima sijui wewe. Wow. Mbona kama una sauti ya chini sana, mbona sauti yangu kubwa? Wow. Hivi sauti hiyo inafaa katika uigizaji? Ndio inafaa. Kweli? au mnavaga zile si nini wanaita za kuvaa si mnafanyaje fanyaje ile sauti ionekane bora zaidi kwenye yes. sauti ni bora tuma, tumia inini, mic, of course, the headphone. Yep. Ah, ongera sana basi, mmeendelea sana, nashukuru sana. Bwana, mimi na maswali yangu hapa, nataka nikuulize, upo tayari kujibu? Ndio niko tayari. Kweli? Wow, nimefurahi sana sasa. Sikia sasa, skia, sasa. Mchongo upo hivi, sasa hivi kuna movie, wewe unapenda movie gani hapa Bongo? Hapa Bongo, eh? Hey, movie gani ambayo wewe unaipenda sana? Mama Kijacho. Mama Kijacho? Wow, mama Kijacho. Mama Kijacho imeigiza na nani, na wakina nani au nani wameshuti? Nani ameigiza? David. David, yeah. Samson, yeah. Samson. wow Mule, umependa nini katika hiyo movie ya Mama Kijacho katika ile movie? Yes. Nimependa vile Mama Kijacho anavyoigiza ile vile na baba kijacho maisha wanayoishi nimewapenda. Wow, vizuri sana ko, nawe ni mwigizaji, si ndio? Wewe unaigiza kama nani kwa mfano movie ambayo ambao umetoka kushoot sasa hivi umeigiza kama nani? Dadake na mama kijacho. Ah, dada wa dada, dada, mama kijacho si sindio? wa Wow. Ile si ni ugumu wake ulikuwa wapi katika kuigiza kwako Mamakija mama, ukiwa rafiki rafiki, unajua wewe unaongea una ongea maneno mengi mengi hivi hivi, ulikuwa hivi na maneno mengi nini? Uh, yeah, ndio. Hebu nionyeshe tu maneno <laughs> okay, sawa. Kwa hiyo ugumu ulikuwa wapi? Hii ki upande wangu kwao hamna ugumu. Ugumu amna kabisa kwao, iko ni mambo yale ya kusema kila jambo lina ugumu. Wewe kwako hamna hiyo kitu Nilipoigiza mimi kwenye yani sehemu ninoigiza mimi amna ugumu, kwa sababu mimi natoa ushauri kwa mama kijacho. Ushauri wako ulikuwa unasemaje kwa mama kijacho? Kwa mama kijacho, ushauri wangu nimemshauri kwamba awe yani hajachagua mwanaume sahihi wa kuzaa. Hey, naye, eti inaruhusiwa hiyo? Kweli marafiki wa kuchagulie mume kweli?